Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehema kipenzi chetu cha umma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alaihi wa sallam, ndugu zangu Islam, wa Islamu, mimi nitazungumzia matukio machache atakayotokea siku ya Kiyama. Ndugu zangu ya Islamu, siku hiyo inasemekana itatokea vitu vingi ikiwemo jua litachomozewa kule ninapozamia. Ndugu zangu Waislamu, hii siku ndio ile siku ambayo itapulizwa palapanda la kwanza, viumbe vyote vya duniani atafariki, na kisha litapulizwa palapanda la pili, viumbe vyote vitafufuliwa. Ndugu zangu wa Islamu, Mwenyezi Mungu anaielezea siku hii katika Quran, baada audhu billahi minashaitani rajim, bismillahi rahmani rahim, la uqsimu biyaumil qiyama, na hapa kwa siku ya kiyama Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu ameapa katika vitu vingi, ikiwemo kaapa hadi katika zama za mwisho, lakini Mwenyezi Mungu pia kaiapia hii siku ya Kiama. Kwa maana gani? Hii siku nayo ina ukubwa wake. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu anaendelea kwa kusema, wala ukusimu bin nafsi lawama, na ninaapa kwa nafsi yenye kujilaumu. Hii nafsi yenye kujilaumu ni nafsi ipi? Ndugu zangu Waislamu, hii ndo ile nafsi iliyokuwa nafanya madhambi duniani, haikujua kama mwenyezi mungu yupo. Hii nafsi ndo ile ambayo ilikuwa nadhania mtu akifa ndo kashaondoka hivyo duniani, kashapotea. Hii nafsi siku hiyo Mwenyezi Mungu anaionyeshea pepo na moto. Hii nafsi inalia, inailaumu nafsi yake, inalaumu na wale watu walomshawishi. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mannuksha alhisaba udba Itakayehesabiwa hesabu yake kwa undani ataadhibiwa. Ndugu zangu Waislamu, kwa ajili gani huyu mtu aadhibiwe? Kwa sababu sisi wanadamu hatujakamilika. Ndugu zangu Waislamu, mpaka sasa watu wakifunga na kunywa maji wanasema na kazi ya swaumu. Ndugu zangu Waislamu, lakini hilo nao ni kosa, lishewekwa pembeni, ushaandikiwa. Hilo nao ni kosa. Kuna mtu anaenda kwa waganga, kashafanya shirki. Ndugu zangu Waislamu, hilo dhambi limewekwa Ndugu zangu wa Islam, Mwenyezi Mungu atusaidie sababu zetu ziwe rahisi. Mwenyezi Mungu anasema tena katika Qur'an, katika Qur'an Mwenyezi Mungu anasema, yauma yafirru almar'u min akhi Siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake, ndugu zangu Waislamu, yani hii siku ya Kiyama. Ndugu zangu Waislamu, hii siku ya Kiyama, mtu utamkimbia ndugu yako, japokuwa ulimuita ndugu wa damu kabisa, wakufa wakufana, lakini siku hiyo utamkimbia ndugu yako ndugu zangu wa Islamu. Na Mwenyezi Mungu anaendelea kwa kusema wa ummihi wa abi, na mama yake na baba yake kwa sababu gani? Ndugu zangu Waislamu, hii siku itatisha ndugu zangu Waislamu, kwa mwana hiyo mwanadamu atamkimbia mama yake, japokuwa kwamba mama yake alimweka tumboni miezi tisa na akamzaa kwa tabu, lakini siku hiyo mtu atamkimbia mama yake. Na baba ake pia atamkimbia, kwa sababu baba ake alimlea duniani, alimpa malezi bora, akampeleka shule, akampeleka madrasa akajifunza, lakini siku hiyo ndugu zangu Waislamu, atamkimbia babake. Mwenyezi Mungu anasema tena katika Qorani, amma yatasaalun wanaulizana nini? Ani naba adhim, kuhusu habari kubwa. Ndugu zangu Waislam, hiyo habari kubwa ndio hiyo siku ya Kiama, ndugu zangu Waislam. Kiama ni jambo litakalotisha na litashtua dunia nzima, ndugu zangu Waislam. Mwenyezi Mungu anasema tena katika Qorani, katika sura nyingine Idza zulzilatil lardhu zilzalaha, pindi itakapotikisika ardhi na ule mtikisiko wake, wa akhrajatil lardhu athqalaha, na ikatoa vizito vyake. Yani, Mwenyezi Mungu aliumba mbingu pasi na nguzo na akaumba ardhi. Sasa akaviweka majabali na milima ndo vigingi vyake, lakini siku hiyo hayo majabali na milima ataanza kurukaruka juu. Ndugu zangu wa Islamu, itatikisika ardhi na itatoa vizito vyake. wa akhrajatil ardhu athqalaha, na ikatoa vizito vyake. wa qala al insanu malaha, na atauliza mwanadamu, hii na nini? Hii ardhi leo kwa ajili gani inatoa vizito vyake na inatetemeka huu mkubwa? Ndugu zangu wa Islamu, imamu mmoja anasema yaumul qiyama, siku ya qiyama, yaumu ladl lqubar, ni siku wa uadilifu mkubwa. Yani siku hii, kama mtu alifanya makosa, basi atakiri makosa yake. Kama mtu alifanya madhambi, atakiri yale madhambi yake. Huyu imamu anaendelea kwa kusema, tarudu fi madhalim, anarudishiwa yule mtu aliodhulumiwa. Ndugu zangu Waislamu, ulivyokuwa duniani, ulidhulumiwa wewe mwanadamu, uliuza kitu mtu akakataa kukulipa au ulimkopesha akakataa kukulipa. Ndugu zangu wa Islamu, siku hiyo unarudishiwa lile jambo uloudhulumiwa. Ndugu zangu wa Islamu, wayudhul mizani, na kutakuwa na mizani. Ndugu zangu wa Islamu, hapa katika mizani ndio kuna mizani ya watu wema na watu waovu. Ndugu zangu Waislamu, hawa watu wema ndio wale ambao mizani yao itakuwa nzito katika upande wa mema. Ndugu zangu Waislamu, hawa ndio Mwenyezi Mungu ambapo anapoingia peponi Mwenyezi Mungu anasema, ya ayatu hanafsu lmutma'inna, ewe nafsu lmutma'inna irjii ila rabik radhiyatan maradhia, lejea kwa mola wako aliyakuwa ameridhiwa na kupendelewa. Falihulii fi ibadi, ingia kwa waja wangu, wadhuli jannati, na ingia. Mwenyezi Mungu anamkaribisha huyu mtu kwa sababu duniani aliswali, alifunga, alitoa zaka, alihiji toatima ndugu zangu Waislamu, yeah. Leo hii mtu huyu anaingiza peponi na Mwenyezi Mungu anamkaribisha katika pepo yake. Na ama ule mtu ambaye mizani yani atakuwa nzito katika upan, upande wa madhambi ndugu zangu Waislamu, huyu ndio ule mtu atakayeingia motoni ndugu zangu Waislamu, huyu mtu ataunguzwa na moto wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atangua katika moto wa jahannam ambao Mwenyezi Mungu ndo aliumba huu moto ndugu zangu Waislamu. Mwenyezi Mungu atusaidie tuepuke na huu moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu atusaidie tuingie katika pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umshaidi anaendelea kwa kusema uimamu wa yudhiru Allah fadlahu, na Mwenyezi Mungu anaidhihirisha ukweli wa hiyo siku itakuwepo ndugu zangu Waislamu. Yaani Mwenyezi Mungu anadhihirisha kwamba hii hii ndio siku ya hesabu ndugu zangu Waislamu. Kama ulifanya maovu duniani, basi utaenda kupata kilo ulichokutenda, ndugu zangu Waislamu. Hauwezi ukapanda kokwa alafu likaota mahindi, ndugu zangu Waislamu, kwa sababu wewe duniani ulifanya madhambi, basi utaenda kuyatuma yale madhambi na, uta, na utachomwa katika moto wa jahanamu. Na kama duniani ulikuwa na swali unatoa sadaqa, ulikuwa unafunga unatoa sadaqa watoto hatima, ndugu zangu Waislamu, unasaidia maskini wewe, lakini ndio utaenda kukuchuma kile ulichokipanda. Ndugu zangu Waislamu, utaingia katika pepo ya Allah, subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu atakukaribisha vizuri. Kwa hiyo nazungumzia, ndugu zangu Waislamu, naomba mnifanyie kazi, ndugu zangu Waislamu, tuwe watu wema na tuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na moto wa jahannama. Wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.